Bunduki 11 zilizomilikiwa kinyume cha sheria zilikabidhiwa kwa asasi za usalama katika kaunti ya Tana River wiki moja iliyopita, huku kipindi cha msamaha wa siku 60 kwa ajili ya urejeshaji ureke wa silaha kwa hiari kikikaribia kumad kumalizika. Na mna jinsi mwanahabari wetu Aaron Marie anavyotujuza, zoezi hilo linalenga kurejesha amani katika eneo hilo ambalo hii katika miezi ya hivi maajuzi limeshuhudia mapigano makali tu kati ya jamii zinazoishi katika eneo hilo. Mwezi Januari tarehe 12, asasi za kiusalama eneo la Pwani liliziamuru jamii za Orma na Digodia kurejesha silaha haramu wanazomiliki kwa hiari. na tunatarajia na tunatafuta bunduki tunaregesha, na amani hiko. Kutoka shukuli alitupatia tarehe mpaka leo, hakuna shida yote imetokea na hakuna kitu natokea. Shida inatokea, tunakaa na amani na usalama, tunarudisha na amani. Amri hiyo ilifuatiwa na mapigano ya mwaka jana yaliyochochewa na malisho ya mifugo na maji, ambapo zaidi ya watu kumi na nne waliuawa. Ama vile amani hiko, kila mtu amani ndio naona bora sasa. Vile mimi naona mwangano hii hapana leta kasara, taleta tu faida. Kufikia sasa, jamii ya Digodia imerejesha bunduki tano, huku jamii ya Orma ikisalimisha bunduki sita. This is a very good endeavor and nimeshukuru sana. So kwanza kabisa wacha niwaambie, eh, as much as this exercise is going on eh, kutakuwa na wakati ili kila mtu mwenye ajaleta silaha itakuwa ni shida Naibu kamishna wa kaunti ya Tana River Joseph Kipkorir ameonya kuwa serikali haitashindwa kutumia nguvu punde tu muda wa msamaha utapokamilika. Tunaomba wasee pia waendelee kuhimiza wananchi huko, kwa sababu hatutaki ikifika hiyo siku sitini ishe tuende tu, was, wananchi wasumbuliwe wa huko, badala uchukue hii nafasi yenye mepewa na, na wasalamishe. Maafisa wamelaumu mandhari na mipaka isiyo na ulinzi wa kutosha katika maeneo jirani kwa kutumika kwa uagizaji wa silaha haramu. Isi mapunduki ina, ni ile tu biashara ya haramu inapitia kwa hizo sehemu zingine na inaingia kwetu kutokana na wale watu wenye wako na nia mbaya. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Tana Kaskazini Ezekiel Lamonde amesema kuwa tayari wametambua watu wanaomiliki silaha hizo haramu. Hii amnesty tulipewa, msiongoje ili ishe, kwa maana haitaisha tayari tumeprofile wenye wako na firearms and even we know them by their names and even where they come from. Wazee wa jamii nao wameahidi kuungana na serikali katika shughuli hizo. Sio serikali imelazimisha wao, ni kukana wao, tunaongea tunaongea mzuri, wao wamesikia. Mtu wetu ndio ameleta hii silaha, hii silaha si serikali imeleta, ni wao mwenyewe wamechukua jukumu kuleta hiyo silaha. <gulia> <gulia> Maafisa wamesema ufanisi wa zoezi hilo utakuwa muhimu katika kurejesha amani ya kudumu katika kaunti ya Tana River. Aaron Marie, Dira ya Magwiji. <gulia>